Hiyo watuto nadili kabisa. Mheshimiwa rais anawasalimia sana. Nimesahau kuwaambia, Malaigwanani. Mheshimiwa rais anawapenda na anawasalimia sana. Sio, na leo tumekuwa na Kimani, umechelewa kuja? Ndio na kikao kifupi na Malaigwana ambao kimsingi wamewakilisha Malaigwanani ni wengine hoja sawa, sawa. E, ya msingi ilikuwa ni katika kuendelea kudumisha amani umoja na mshikamano kwenye wilaya yetu sawa. Kuileta jamii ya Masai pamoja na jamii zingine kwa mkaribu sawa. Lakini kwa ushirikiano mkubwa na serikali sawa, sawa. E, Maona uwakilishi huu so. watu wametoka Rundugai so. wametoka Weruweru so. watu wametoka Bondeni so. wametoka Kia Muungano na maeneo mengine yote ambayo jamii za Masai zipo kwenye wilaya yetu ya Hai huu ni so. so. so. mwendelezo ule, ule, ule wa kuhakikisha kwamba jamii zote zinashiriki kiukamilifu katika uchaguzi Zau. na jamii zote zinatoka kwenda kuhamasishana watu washiriki uchaguzi. Niwahakikishie tu wilaya yetu ina amani, wilaya yetu iko shwari, na nyinyi malaigwanani, ni mwende mkiamini kwamba wilaya yenu iko shwari shwari kabisa. Basi nawatakia kila la heri, asheare.